Tulivyoona kwamba tuna timu nzima ya mkoa wa Dar es Salaam ikiwapo meneja na timu ya makao makuu ambayo inasimamia miradi ya mwendokazi. Mwendokazi ilikuwa ni njia mojawapo ya kupunguza msongamano kwa muda mrefu; ni kuna long term, kuna short term, kuna na immediate solution. Kwa hiyo mwendokazi ni njia mojawapo ya kupunguza msongamano, lakini pia tunachoangalia sasa hivi wakati tukiendelea na ujenzi wa mwendo kazi kwa muda huu wa ujenzi kupunguza msongamano wakati wa ujenzi ndo hasa ilikuwa ajenda kuu ya kukutana leo. Mara zote katika kipindi kama hichi cha mwisho wa mwaka, ambapo ni kipindi cha watu wengi wanakuja kwenye likizo na wengi wanapenda kuja Dar es Salaam, wanajiandaa na sikukuu ya Krismasi, mwaka mpya, kwa hiyo sasa hivi kumekuwa na magari yameongezeka kwa kiasi kikubwa sana na watu wamekuwa wengi sana. Kwa hiyo ni jinsi gani tutafanya kuweza kupunguza msongamano kwa haraka katika huu wakati wa ujenzi wa mwendo kazi. Kwa hiyo tumekaa tumekaa ofisini tume pitia njia zote ambazo tunazifanyia kazi, na mojawapo ni njia la haraka ni kuhakikisha kwamba katika miradi yote inayoendelea ya ujenzi, ni kwa muda wa wakati wa construction tutafungua junction zote ili kuruhusu sasa magari yayo yanapita, kwa sababu msongamano mkubwa unatokea kwenye maeneo ambayo kuna junctions. Lakini pia ukiangalia katika barabara kama ya Mwenge Tegeta kuna matatizo pia ya diversion, zinakuwa haziko kwenye good conditions kwamba ukipita spidi ya gari badala ua ipita 80 inapunguza spidi mpaka kilomita arobaini kwa saa. Kwa hiyo sasa hivi tunachofanya ni kuhakikisha kwamba wakandarasi wote wanaoendelea na ujenzi wa miradi yote ikiwepo na miradi ya biarati kwamba barabara za mchepuko zinapitika kwa kasi isiyopungua sana kutoka kwenye kasi ambayo ilitakiwa ya, ya barabara ikishakamilika. Tayari tumeshakubaliana na maagizo ya wakandarasi wameshapewa kuhakikisha kwamba diversion zote zinakuwa kwenye hali nzuri na tumeshapata taarifa hapa kutoka kwa wasimamizi kwamba tayari kutoka Mwenge kwenda Tegeta mkandarasi ataweka lami kwenye diversion. Unajua, barabara inapokuwa kwenye kiwango cha changarawe na magari yanapokuwa mengi ni vigumu sana kuweka ile maintenance, inabidi kila siku wanaweka gravel. Sasa kupunguza hilo sasa tumekubaliana kwamba wataweka lami ambayo ni temporary, lakini iweze kuongeza speed na flow ya magari. Malalamiki malalamikishe mengi sana yametokea kwenye barabara ya kutoka Mwenge kwenda Tegeta na kubwa ilikuwa ni diversion, lakini katika hii barabara ya kutoka mjini kuja mpaka Mwenge, malalamishi mengi yametokea kwenye junctions ambazo tumeona kwenye junction ya Science na Bamaga na hapa tulipo Victoria. Kwa hiyo hizi junction tayari tumeshakubaliana watafungua. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki cha ujenzi wa miundombinu hii ya mwendo kasi tusi disturb traffic flow kwa kiasi. Lazima kutakuwa na disturbance kidogo, lakini sio kwa kiasi ambacho kinaweza kikasababisha kukiwa hakuna kabisa movement. Lakini lingine tuchakubaliana kwamba wakati tukiendelea kujenga hizi barabara za mwendo kazi, pia TARURA wanaendelea na barabara za ndani. Kwa hiyo TANROADS mkoa wa Dar es Salaam wameshakutana na manager wa TARURA wa mkoa wa Dar es Salaam na wameshakubaliana, kwa hiyo tutatoa pia hata ile route kuwezesha watumiaji wa barabara waweze kujua sasa mbadala wa hapa, kama hapa pamefungwa mbadala wake okay, ni upi, kuliko sasa hivi ukienda unakuta TARURA wanaendelea kwenye the same diversion ambayo TANROADS waliitegemea kwamba wange Di divert traffic kule. Kwa hiyo sasa hivi kitakachoendelea kwamba kutakuwa na mapping, kwa hiyo watumiaji wa barabara watajua hapa pakifungwa watapita wapi, ambayo itafanya kazi. TARURA tayari wameshalianzia kulifanyia kazi, TANROADS mkoa wa Dar es Salaam na TARURA mkoa wa Dar es Salaam, katika hiyo timu ambayo tumesema TANROADS na TARURA na polisi pia watahusika traffic, kwa hata sehemu ambazo tutaweka temporary signs tumeshaanza kuwaomba ku, ku, ku sasa traffic na station pale kuhakikisha sasa wananchi wanafuata zile signs ambazo zimewekwa, hata kama ni temporary, kwa sababu sheria ya usalama barabarani huwezi kucheza nayo kwa hali yoyote ile, hata wakati wa ujenzi, hata baada ya ujenzi, hata kabla ya ujenzi. Usalama ni usalama, kwa sababu kosa dogo linasababisha kupoteza kwa maisha ya mtu o ni kitu ambacho hatuwezi kutemba nacho. Kwa hiyo tayari traffic na TANROADS wanafanya kazi kwa pamoja na Tarura kuweza kuona usalama wote wakati tukiangalia traffic flow, lakini pia tunaangalia safety ya watumiaji wa barabara. Tumshukuru mm. Katibu Mkuu kwa kuweza kutembea Dar es Salaam. Kwa kweli tuna changamoto kubwa ya foeni kama alivyoieleza. Sisi kama watendaji tumepokea maelekezo ya Katibu Mkuu, tunakwenda kukaa na timu yetu sasa kuyafanyia kazi na Ofupi, kwa ufupi ni kwamba tayari leo leo nimekwisha muagiza mkandarasi ili aanze kufungua kwa kadri ya maelekezo ya Katibu Mkuu alivyoeleza kwamba hizi junction zote ambazo zinaza zinasababisha foleni kwa namna moja au nyingine, basi iweze kufunguliwa kurahisisha kura, kura kura usafirishaji wa watu wasiwe kwa mafoleni. Maelekezo tumeyapokea na tuendea kuyafanyia kazi.